Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan amewatunuku kamisheni maafisa wa chuo cha mafunzo ya kijeshi TMA Monduli mkoani Arusha katika hafla iliyoashiria ukamilifu wa safari yao ya mafunzo ya kijeshi. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara ya 148 kifungu kidogo cha pili aa, ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 30 ahi kifungu kidogo cha tano cha sheria ya ulinzi wa taifa, ninawapa kamisheni kuwa maafisa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania katika cheo cha Luteni Usu kuanzia leo tarehe 22 Novemba. Baada ya kutunukiwa kamisheni, maafisa hao waliingia katika hatua rasmi ya uafisa kwa kuwapa kiapo cha utii, hatua inayowatambulisha kisheria na kiutumishi kama maafisa wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. kwa kwa Nitatumikia nchi yangu. nchi yangu. katika utumishi wangu na katika Kanuni na chochote. Nitatii sheria. Kanuni na Mtazamaji, hapa ni katika chuo cha mafunzo ya kijeshi hapa Monduli TMA, ambapo leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan ametunuku kamisheni pamoja na shahada ya sayansi ya kijeshi kutoka hapa Monduli. Mimi ni Pamela Mole, Tanzania 24 4 Digital. Tanzania 24 Digital Beyond the mainstream Beyond the mainstream